Kwa mujibu wa TRAMPA ni kwamba taifa lisilo na kumbukumbu liko kwenye hatari ya kupotea, hivyo kwa kutambua umuhimu wa kada hii, chama cha watunza kumbukumbu Tanzania kinaamua kuwakutanisha watumishi wa kada hiyo kutoka mikoa 31 Tanzania bara na visiwani na kisha kuwapa elimu na maarifa ya kuwajengea uwezo wa utunzaji wa kumbukumbu bila kuathiriwa na akili unde, wimbi la kuporomoka kwa maadili na matumizi ya mitandao ya kijamii ili kulinda usalama wa taifa muda wote. Jukwaa hili ni muhimu sana kwa watunza kumbukumbu na nyaraka Tanzania kwani wanakwenda kwa siku nne kwenda kujengewa uwezo ujuzi maarifa katika eneo la utunzaji wa kumbukumbu kumbu na nyaraka za serikali wote tunatambua kwamba bila kumbukumbu kumbu, hakuna kitu chochote kinachoweza kufanyika serikali kwa kiango kikubwa sana kazi zake zote almost asilimia 80 kwenda juu inahitaji kuwa na kumbukumbu kumbu ili ifanye maamuzi. Kuna teknolojia saizi za hali ya juu sana, kuna mambo ya AI na vitu vingine vingi. Kwa hiyo unavyoona hapa, kuna magwiji wamekuja kwa ajili ya kutrain hata kwenye hilo eneo la, la teknolojia, uibaji wa nyaraka, mbinu gani zinatumika na jinsi ya kuzuia. Awali akifungua mafunzo hayo ya siku tatu, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda kwa niaba ya mkuu wa mkoa anaitaka kada hiyo kuzingatia weledi na miiko ya kazi yao ili kulinda usalama wa nchi na kisha kuwahimiza kukimbizana na mahitaji ya ukuaji wa teknolojia ili kudhibiti udukuzi. Napenda mtambue kuwa ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu unategemea uhifadhi wa siri katika kumbukumbu -kumbu zetu kumbukumbu hasa hivi, unaweza kawa ona zinadukuliwa, kumbukumbu zinaibiwa, lakini wakati mwingine kumbukumbu kumbu zinauzwa. Ninyi hapo wenye dhamana kubwa ambayo umepewa na serikali. Kwa hiyo, nguvu yetu ya serikali, maendeleo yetu ya serikali yanahitaji sana siri na kumbukumbu mnazozisimamia wenyewe na kuzit kwa upande wao wanufaika wa mafunzo hayo akiwemo Kijakazi Mohamed na Aidan Robert wanazungumzia manufaa ya elimu hiyo na kisha kuweka wazi maeneo wa ambayo taarifa huanza kuvuja. Mafunzo haya yanaenda <coughs> kuwa vizuri sana kwa utendaji wetu wa kazi, ila matatizo yanakuja si kwamba kwa maafisa kumbukumbu tu, matatizo yanakuja ni hata kwa maafisa utumishi kuna barua nyingine mkiziangalia zinakuwa hazina hata saini na zimo kwenye mitandao. Taarifa za serikali ni sawa sawa na taarifa za siri za mtu binafsi ndani ya familia zinahitaji kutunzwa ili kuiokoa familia. Sasa sisi tunaokoa eh, taifa letu. Kutoka Njombe, Joctan Myefu, Clouds TV.